Kila mtu ambaye yuko kwenye mji wa Bukavu asikilize injili na nje ya hii Bukavu yetu, Mungu awabariki sana. kwa jina jina langu linaitwa Pastor Moise Abbas, Prophet Moise kwa kifupi. Nimepatikana kwenye Avenue Clinique University, huko ndiko utakutana ministeri ya bonde la baraka lipo kwa wewe ambaye unatamani kufika mahali ambapo tulipo, na Mungu akubariki na abariki maeneo ya muji wa Bukavu, abariki pia wachungaji wetu wote wa muji wa Bukavu na maprofesa. Basi tusimulie maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 60 na mlango wa 11, tunasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. tunasoma katika kitabu cha Isaya 60 na mlango wa 11, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Amen, amen. Biblia inatuambia ya kwamba milango yako haitafungwa, milango itafunguliwa. Mungu ataruhusu mwaka huu wa 26 2026 Mungu ataruhusu milango yako ya baraka yafunguliwe. Milango ya baraka kufunguliwa kwenye mwaka huu unatokana kwanza na akili yako, kwa sababu usikusudie kwamba Mungu atafungua tu mlango wa baraka kusema kwamba umejifungia munyumba kisha mlango wa baraka unafunguliwa. Mungu hawezi kufungua mlango wa baraka vile mwaka huu kama umelapa na ume, umefanya maombi ya kusema kwamba Mungu atakukonekte na baraka, kitu cha kwanza Mungu atakukonekte na mtu mwenye aishakafanikiwa, baraka inakuya kwa mtu, baraka haishuke kwa ufano wa Mungu ukawa umeinasa kama unavyonasa mapanzi, baraka ambazo unazozitamani kwa mwaka huu wa d hiyo baraka itakuja kufuatana na mtu ambaye Mungu ameshakawahi kumwinua. Ndio maana nataka nikuambie asubuhi ya leo kwenye mkutano huu, Mungu wa mbinguni, ule Mungu tunayemuomba mchana na usiku, kama unataka akukonekte na baraka, ujikonekte kwanza wewe na mtu ambaye shakaendelea. Kama uko mwimbaji, ujikonekte na mwimbaji mwenyewe, ni mwimbaji wa kimataifa ukijikonekte na ule mwimbaji mwenye alishaendelea, kuma rezo sosio alishaendelea kufanya mikutano kwenye mi mastade, ule mwimbaji ukijikonekte naye, basi huko ndiko milango yako ya baraka yatafunguliwa. Unatakiwa kujifunza milango ya baraka ndio nini ku maisha yako. Jambo la pili, milango ya baraka haiwezi funguliwa wakati wao, tangu asubuhi mpaka magharibi unajifungia mchumba ya maombi au unajifungia mkanisa huko, naomba Mungu baraka. Ile baraka haiwezi fika. Mungu amesema kwenye neno, Mungu amesema kwenye neno, nitaibariki kazi ya mikono yako. Sasa wao unaomba baraka, lakini hauna kazi ya mikono. Nataka nikuambia hivyo, mpendwa, mtoto wa mchi wa Bukavu, mtoto wa Kanisa la Bonde la Baraka, baraka zote tunazozihitaji kwa maisha yetu zitakuya kufuatana na kutumika. Hebu sema amen. Baraka zitakuja kufuatana na kutumika. Ndio maana nakuambia hivi ya kwamba unapoomba baraka, omba Mungu akukonekte na kazi. Mungu akupatie kwanza kazi, kazi ya mikono. Mungu akupatie kazi ya kiroho, akikupatia kazi ya kiroho elewa kujua kwamba wowote mwenye utaombea akiona mkono wa Mungu ni maisha yake kupitia maombi, kuna mtu atakuja kukubariki. Sikiliza omersa wa Bukavu, sikiliza omersa wa Rwanda na Burundi na maeneo ya dunia mzima, baraka za Mungu zinatajirisha wala hazina majuto. Ndio maana kitabu cha Isaya 60 na mlango wake wa 11 unasema ya kwamba na milango yako yatafunguliwa. Wewe unahitaji mlango wa baraka ufunguliwe. Kwa hiyo mlango wa baraka ukifunguliwa, mi nakuelezea ndugu mpendwa, kila aliyekulaani atakubariki. Kwa sababu gani? Milango ya baraka imeisha funguliwa. Milango ya baraka ikifunguliwa, mwai6 kila mwenye alikususaka, kila mwenye alikuoneka kama austahili atakuona unafaa kwa sababu milango ya baraka yanafunguliwa kwako. Kumbe nataka nikwambie, pamoja na maombi, pamoja na kuimba, pamoja na kutafuta, unahitaji milango ya baraka ya kuwe na wazi kwa maisha yako. Sikiliza fie nikwambie, nyiye badada ya Bukavu, badada ya dunia mzima, badada ya Goma, badada ya Uvira, badada ya Kasongo, badada ya mahali popote mnapopatikana, kama tu uko dada unahitaji kuolewa, mbele unahitaji kujishusha. Mwanaume anakuja kukuchumbia, we uko na mahitaji meule. Gaso anakuja kukuchumbia, loskeke anakuja kukuchumbia, we unaangalia aparanse na unaangalia kulele yako, nasema huyu gaso akustahili. Nataka nikwambie kuko mtu mwenye anaweza kuja kukuchumbia. navojisikia kwa sababu gani? Kwa sababu wewe uko menizie, uko fundi wa kuangalia anayekustahili na asiye kustahili, nanataka ujua hivi wakati uko una kontrole mtu, gisi alivala gisi alikenavala lagome alikena vala ponche alikena vala de alikenavala jinsi, jinsi ya kuchuya unamkatalile jinsi, saa zingine ukifika kwake kunyumba Utaogopa. Ndio maana nataka nikwambie, maombi ni ya lazima na kontrole ni ya lazima katika maisha yetu. Kwa hiyo, katika kukontrole na katika kuomba, tujifunze kuwa na akili. Mungu hawezi bariki mtu ambaye hana akili. Kwa hiyo, unahitaji kuwa na akili na akili ndio mali nje, wahenga wanasema. Mungu awabariki popote uliponisikiliza, mpendo wa mwiji wa mkavu Nataka ni kuambia ministero ya Bonde la Baraka inakuwa kukutosha mkonfuzio ya ile maombi yenye uliomba mwanzo ya mwaka ya kusema kwamba na hii mwaka itakuwa ya baraka. Kuko watu walishazini kwa hii mwaka nauliza ulalamu kanisa na ukazini baadaye ya Bonane, eske baraka itafika kwako? We baraka haiwezi fika, laana mizimu ya hii mwaka ndio iko na wewe. Jambo la kufata nataka Aye garson mwanamke anasema ii mwaka ni mwaka yangu ndaoa. Eske mwanaume anaweza oa na ana kazi? Kitu cha kwanza kinyoli, sababu nikuambia kwanza, Mungu akufungulie milango ya baraka ya kazi. Mungu akikupa milango ya kazi ikifunguka ma maisha yako, kupata mwanamke ni kitu kidogo. Ndani ya pesa ndio mko mwanamke na ndani ya pesa ndio mko maendeleo na ndani ya kila kitu unachokitaka. Kitu cha kwanza ni kutumika. Kwa hiyo Mungu akubariki akupe kazi kaka, papa Mungu akubariki akupe kazi, akikupa kazi ile kazi yenye Mungu anakupatia Mungu akupatie kazi kwa sababu ya bambaraga. Mungu haiko fu na Mungu haiko fole paski Mungu kwanza haiko mwanamke, nataka nikwambie ome mwanaume wa vale ni mwanaume kwanza mwenye anajuaka famiye yake. Mwanaume wa vale ni mwanaume mwenye anajijua. Tuko na wanaume ba, ba mingi benye haba jijue, ni madrezi tu mkichwa ya ya najua ye, ni madrezi mkichwa ya najua ya ni kufuga ndevu ya mingi na kuisuka liyo isi, ndio wa mwanaume. Mwanaume ni kazi. Mwanaume anayekuwa anajua Mungu kitu cha kwanza taromba Mungu ni kazi ya mikono Mnataka ni kuambie muombaji kitu ambacho tajifunza kujifungia fungia maombi. Banaleta sadaka unakula, banaleta sadaka unakula, kesho unaambia Mungu, Mungu alinidanganyaka. Mungu hawezi danganya mwanadamu. Sikiliza, baada ya kuwa na na kazi kazi, tafungua milango ya baraka. Me, mwanaume anatakiwa kuwa na kesi, kwa sababu kitu ambacho uelewe kadiri unalolomba baraka Uyo kama diable ka kuzimu na iko ana kuwinda, unawindwa na nguvu za giza, nguvu za giza zinakutafuta. Ndio maana unahitaji kuwa na kazi na unahitaji kuwa na baraka na kujua kutunza baraka. Haleluya, kutunza baraka ni nini? Ya kwanza uza kitu ya valere mnyumba yenye keso usisha, magumu kikua, unaweza uzisha na ile kitu inareponde ile magumu uko nayo. Jambo la pili, baraka ni nini? ni kuwa na mwanamke na kumfanya kuwa mwanamke wa lazima. Ule mwanamke wako ndio mwanamke wa valer mwenye anakupatia batoto, unapaswa jua kumutengeneza. Leo hii baba banaume bamingi bapapa bamingi banashinga kutengeneza babibi yao, kisha wanatengeneza wabibi ya inji. Ula bibi uko unatengeneza ni bibi ya batu. na kama ulimpenda ulimpenda shukuko mwenye naye alimtengenezaka Mungu akubariki Wewe uko shindikana wa, shindika wa mwanaume milango ya baraka yenye Mungu alifungula kwako ataifunga juu Mungu haiko fuu kitu kingine ambacho nataka uelewe saa hii kwenye mafundisho ya asubuhi ya leo kuitiwa baba si kwamba juu uko na miaka mingi hapana ni kwa sababu uko na mafanikio kuitiwa gra si kwa sababu wewe uko na miaka ya yaku, kuendelea, a a ni kwa sababu uko na mapanuzi katika maisha yako. Maisha ya mwanaume inahitaji kupanuka, maisha ya mwanaume inahitaji kuwa na marevelasio mu. Maisha yako unatakiwa kuwa na revelation ya maendeleo, mwaka juzi, mwaka juzi kutwa wewe ni jana, leo hata milele, kila siku ukiomba itakuwa mwaka wangu wa baraka. Nataka nikuulize hivi Eske hii mwaka nayo mwezi wa kwanza nataisha nini? ulisha ona baraka gani? ne utaambia watu Mungu akubariki, wa na akate zile makamba nawepeke kendo mlango wa kujifunga. Unaweza sema walozi wanakufunga walozi wajakufunga, sio kila mtu mlozi anamfungaka, makuko mtu anajifungaka yepeke kupitia mawazo yeko mkichwa yake hautafukuza dili yako, aseme hapendeze limu wako, wakati wa krisa hivyo, unakuwa na franga hakustahili. Kesho zile baraka zibakii zi zi zi zi, baraka zitaenda kuko. Mwanamke mwanatunzaka baraka ya mwanaume, ila ndio unataka ujue, me kuko fia mwenye ukipenda, ukimpenda namkuta unaoko na franga, na hivi tunapendana naye na franga zinaenda juu, ni fia wa mikoshi. Kuko wanamke wa mikoshi na kuko wanamke ya baraka. Ujifunze kutua sasa, ule mwe uliachaka alikuweka wa baraka au alikuwa mikosho, ndio maana leo unashindwa. Nataka nikuambie hivi, kama unakutana na mtu nanaweza kuwa iko na sura sa shevale yenye inakufa me, ule mtu anaweza kukuendeleshea maisha, usiachake ule mtu. Ule mtu ndio mtu ambaye unatakiwa wewe uende naye, usikuwa unaangalia sura

maisha yako inaanza kuavanse huko, una progrese, ile masifa yenye uko nayo itaisha. Masifa inaishaka, sura itakunjamila. Nakuambia utakuwa sa njoroko ya katepila. Dada unapasha kuolewa mapema, angalia. We unapata diplome me hauna mtu mwenye anaweza kuputia maua, una matatizo huko na matatizo ya kichwa na oh, niko akiana niko akiana buyana ya mtu ni ule ni mwake mwako, ndo buyana yako inapasha itoke. wa mtu musima mu 2026 ungana pendana na papa ya baba ule papa. Mtavuma na mchana me usiku, atajifunika bulangeti na bibi yake, na hivi. Na wewe uko na tamaa, utapenda muite usiku, na nikwambia kama na kwaka na bibi, ndio problem yenye utapata, kisha utasikia anaanza kuitikisha mmm Mm, tutaonana. Mm. Hii mm, atakudanganya kwa sababu iko mkifua nani ya bibi yake. Usifunze kuelewa kwamba kupenda wana wa watu ni kupitisha wakati. Milango ya baraka hayo zifunguka kwako. Mwingine ulisha azalia kwenu mtoto wa kwanza na wake baba. Mtoto wa pili na wake baba. Mtoto wa tatu na wake baba. Wewe hauwezi kuwa na akili ya kujua kama wewe, Uko sababu langeti ya zamu. Sk huku zalia zalia kwenu, shanse yako iko inapunguka, bei yako ya kukuoa iko inapunguka. Hapana, kusemana maisha no no kama mungu napana, napana. Mungu ni waakili, Mungu ni waakili. bakuoa wa ngombe tano na usha zalia kwenu maradufu, huku naakili punguza kuzala. Mtu zalia kwake, zalia kwako. Mpendwa, Mungu akubariki sitakosa kukuambia dada, kama ku, mtu zifanya maerere kuko maerere zeno lifanyaka me jikonseye. Mungu akubariki na Mungu akuzidishie. Natamani tu kukuambia kama Bonde la Baraka linakuhitaji nikuombee. Watu wanapata miujiza kubonde la baraka. Ukifika utakutana na profeta niko pale, watakuombee. Ukue kaka, miracle inafanyika, ukue dada, miracle inafanyika. Kwenye unakosea moi 2026 wezele kibelenu 2026 jikaze mu 2026 ukuwe na jina ya mpya mu maisha yako mungu akuinue na mungu akubariki na mungu akupatie mafanikio sema amen